Sisi Mwenyezi Mungu hajatuumba ni malaika, hatuwezi kufanya mabaya. Sote ni wenye kuvama katika kufanya makosa, hakuna mwanadamu asokuwa na makosa. Lakini mbaya ni yule asotaka kurudi nyuma kwa yale makosa aliyoyatenda, kwa yale makosa aliyoyafanya, kwa yale makosa aliyoyakosea akamtaka toba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, msamehe kwa kosa yale ya yale aliyoyafanya na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kullu ibni adama khataun wa khairul khataina tawabun, kila mwanadamu ni mwenye kukosea, lakini sio lazima akosee, yaani kuna uwezekano. Ni katika haki ya mwanadamu kukosa, ingawa si lazima. Ni kama ni haki ya mwanadamu kula, lakini lazima ule la naweza asile. Kwa hiyo kumpokonya mwanadamu haki ya kukosa hini ni kumnyima haki yake.